Naam, bwana, wiki iliyopita tulikupa update kuhusiana na ajali ambayo ameipata Msagasumu akiwa anatokea kule Ruvuma katika show ya Mwenge, maadhimisho ya Mwenge. Alikuwa anatoka Ruvuma, lakini kwa bahati mbaya Msagasumu alipata ajali. Gari ambayo alikuwa amepanda kwa ajili ya kurudi Dar es Salaam, ilipinduka mara kadhaa na alipata maumivu, alivunjika mbavu, lakini pia alivunjika, aliumia sehemu za kichwa. Kwa hiyo moja kwa moja alikimbizwa hospitalini na baada ya hapo akasafirishwa tena kuja Moi, na baada ya kufika Moi akawa anaendelea kupata matibabu na alikuwa akiendelea vizuri. Sasa ambazo tumezipata kuhusiana na update ambayo kuhusiana na hali ya Msagasumu kwa sasa hivi, kama tulivyozungumza katika video zilizopita wiki iliyopita, kwamba tutakupa update zaidi kuhusiana na maendeleo ya afya yake ni kwamba sasa hivi bwana, afya ya Msagasumu inaendelea, anaendelea vizuri, lakini bado yuko na majeraha, lakini at least eh, yuko salama alhamdulillah. Eh, lakini pia vile vile kuna page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na afya ya ms ya Msagasumu kwa sasa hivi, eh, lakini pia vile vile ni kwamba majeraha yake yanaendelea kupona kadri ya muda unavyozidi kwenda. So habari ambayo tuko nayo hapa ni kwamba msanii wa singeli Msagasumu hali yake inazidi kutia matumaini tokea alivopata ajali mkoani Ruvuma. Msagasumu alipata ajali mnamo siku ya Mei tarehe 17 mkoani Ruvuma, wakati yuko safarini kurudi Dar es Salaam baada ya kumaliza shoo yake mkoani humo na ku... na pia vilevile, baada ya kupata ajali hiyo alikuwa amelazwa katika hospitali eh, hospitali Moi kwa ajili ya matibabu. Na taarifa hiyo ya ajali ilithibitishwa na DC Ngolilo. Umeona bwana eh. Kwa hiyo show ilifanyika vizuri, lakini baada ya hapo, wakati anarudi Akapata ajali lakini baada ya kupata ajali ni kwamba mpaka sasa hivi anaendelea vizuri. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hiyo ndio habari ambayo tuko nayo, na wadau mbalimbali pia wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa mfano, kuna mtu anasema kwamba bwana akitoka hapo atamaliza waganga wote kujua nani aliyemfanyia hili jambo. Kuna mtu anasema kwamba bwana, kwani eh?